Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha Mkushi Bible Reply Show, leo ikiwa ni sehemu ya tatu ya mfululizo wa vipindi hivi, ni kukaribishe sana. Na kama nilivyoada, sitokuwa peke yangu, nitakuwa pamoja na pasta ambaye yeye atakwenda kutuchambulia maandiko matakatifu kwa kupitia swali lile ambalo tutakuwa nalo katika siku yake. Karibu kuwa nasi mwanzo mpaka hapo. Bwana ni mwema, mpenzi msikilizaji. Kwa majina, ninaitwa mchungaji Mbolela Emmanuel, ni mchungaji wa mtaa wa Kayenzi unaopatikana katika jimbo la ukanda wa zahabu NGBF. Nichukue nafasi kukaribisha tena kwa mara nyingine katika kipindi hiki adhimu unachoenda kujibu maswali kupitia Mkushi Bible Reply Show. Mungu akubariki sana unapopanga kubarikiwa. Moja kwa moja, tutakwenda katika swali letu la siku hii ya leo, ambapo inauliza je, Biblia inasema nini kuhusu uvaji wa pete? Huenda ni pete za ndoa ama pete kwa lengo la urembo. Basi ni na shukuru Dada Loveness kwa namna ambavyo swali umeliweka na kuweka mazingira vizuri. Niseme ni, ni jambo fulani kumekuwa na mkanganyiko mkubwa ya dini mbalimbali mbali za Kikristo ambazo zote zinaamini Biblia moja kama muongozo wa imani na mafundisho yao. Watu wengi wanakanganyika katika swala hili, na hapa kuna makundi mawili ambayo yamekuwa yakivutana. Kuna wale ambao wanapendezwa kwa uvaaji wa pete na wale ambao hawapendezwi. Kila mmoja ukimuuliza, ana pointi zake za mashiko ambazo kwazo wanaweza akaweka msimamo wake. Wale ambao wanapenda uvaaji wa pete wanadai ya kwamba pete hasa ya uchumba na pete ya ndoa ni ishara tu ya kuonyesha ya kwamba hali yake ya husiano yake ya ndoa ya koje kwa jamii, hasa inapokuja swala, halina jambo lolote ambalo linahusiana na kiroho. Paka haisemekani kuwa ni dhambi au sio dhambi, au ni upande wa kwanza. Lakini upande wa pili, wale ambao hawapendelei kuvaa pete wanasema ya kwamba e, swala hili ni makosa kwa sababu Biblia ina vipinga vikali, kwa mujibu wa Timotheo wa kwanza sura ya pili na ile fungu la kumi, lakini pia na Petro sura ile ya tatu, Petro wa kwanza sura ile ya tatu fungu lile la tatu, ambapo Biblia inasema msijipambe kwa dhahabu na vitu vingine. Na kwa hivyo wanapotazama pete hawaitazami tu kama ishara ya kuonyesha ya hali yao ya, ya ndoa katika jamii, ila wanaitazama kama urembo mwingine, na kwa sababu hiyo Biblia inavikataa vikali, na kwa hivyo wanakuwa na hoja yao ambayo wanaweza wakasimama. Na ili niweze kuweka mambo vizuri, iaminike tu kwamba baadhi ya tamaduni, pete za uchumba na pete za ndoa ni vitu ambavyo vinaheshimika sana, hasa linapokuja swala la mahusiano yao na hali yao ya ndoa katika jamii. Lakini kwa upande mwingine pete ya ndoa na ya uchumba katika baadhi ya tamaduni siyo jambo la muhimu sana. Kwa hiyo kama watu wametokea katika usuli wa tamaduni hizi mbili, ni lazima kila mmoja atavutia upande wake. Lakini ukilichunguza hili swali kwa uzuri, utagundua ya kwamba pande hizi mbili hazijajikita hoja zao zote katika uelewa wa swala hili, lakini imejikita katika hisia na mtazamo juu ya swala hili. Na kwa hivyo, wasilisho la siku ya leo halitaenda kumhukumu mmoja au litampendelea mwingine, ila wakilisho la siku ya leo litaenda kuifafanua Biblia kwa uzuri na mafungu, na hatimaye tufike katika hitimisho ambalo ni la muhimu sana. Niongeze maswali mawili mengine ambayo pengine yanaweza yaka yakafafanua hili somo kwa uzuri vizuri. Swali la kwanza, je, Mkristo avae pete Nabibie na Biblia inasemaje kuhusu kuvishana pete za ndoa na za uchumba na kuvaa pete za kawaida? Hilo itakuwa ni swali la kwanza katika wasilisho hili ambalo litaenda kujibiwa. Na swali la pili, je, pete ya kawaida tu ya ndoa isiyo na mapambo wala vito vya thamani yenyewe kama yenyewe inaweza ikaangua katika kundi la mapambo na urembo ambao Biblia inavikataza vikali kwa mujibu wa Timotheo wa kwanza mbili fungu la tisa, lakini pia Petro wa kwanza tatu fungu lile la tatu? Hayo ndiyo swali ambayo nikimaliza au tukimaliza wakilisho la leo, basi nadhani tutakuwa tunauelewa mkubwa kwa uzuri. Moja kwa moja niende katika swali ambalo linaeleza pete katika historia ya dunia kando na Biblia. Kwa hiyo hapa nitaeleza a, pete ilianzia wapi na ilitumikaje kando na Biblia inavyosema, ili tuweze kujua hasa hata katika muktadha wa kidunia hivi pete inazungumziwaje, matumizi ya pete kweli. Wapendwa, kama pete ilivyo ya duara, haina mwanzo wala mwisho, e, inawezekana inawezekana usiweze hasa ni wapi ilianzia na wapi iliishia, lakini wanahistoria wanaamini ya kwamba pete ilianza kutumika kwa matumizi ya kwanza katika Misri ya kale, na na ilitumika na haikuitwa pete ya ndoa wala pete ya uchumba, ila iliitwa pete ya muhuri, na hii pete ya muhuri ilikuwa inavaliwa na viongozi na watu wenye mamlaka. Kwa hiyo, kwa sababu muhuri unamaanisha mamlaka, basi yule yoyote ambaye alikuwa akivaa pete alikuwa na mamlaka katika jamii na kiongozi kama mtawala. Kwa hiyo, haikuwa na, ma, na, ma, na matumizi ya, ya ndoa au ya, ya uchumba, ila mara ya kwanza kabisa katika matumizi yake ilianza kutumika kama pete ya mamlaka na mifano hii hata katika Biblia, maana biblia tunaamini imeandikwa kwa watu fulani katika tamaduni fulani. Unaposoma Mwanzo sura ile ya arobaini na moja na ile fungu la arobaini na mbili nitafungua tu kwa uzuri hapa na nitasoma alafu nitaweza kuelezea ni kwa namna gani ambavyo hichi uh, ninachokisema kinaweza kikapata mashiko katika kipindi hiko. Na hapa ilikuwa ni, ni Yusufu akiwa Misri, baada ya kusimikwa kuwa waziri mkuu wa taifa la, la Misri. Asema ya kwamba Farao akamwambia tazama nimekuweka juu ya nchi yote. Ni Mwanzo sura ile arobaini na moja fungu la arobaini na moja. Akasema Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani kizuri na, ku, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Hapa ni Farao anavua pete yake na anamkabidhi Yusufu katika mikono yake. Hii ilikuwa ni ishara ya kuhamisha mamlaka. Kutoka kwa Farao kumkabidhi Yusufu maana amemweka juu ya, ya taifa lote la Misri. Kwa hiyo katika muktadha huo, pia pete katika Misri ya kale ilitumika kuwa ni ishara ya mamlaka, ni ishara ya uthibitisho, na hivyo mtu kuivua kumpa mwingine ilikuwa ni kumthibitisha anayepewa kuwa na mamlaka na aweze kutoa amri kwa wale ambao anawaongoza. Kitabu cha Esta sura ya 8 fungu lile la pili ni mfano mwingine ambao inaweza kuthibitisha hiki ambacho tunakisema, japo mazingira sio ya Misiri, hii ni Babeli na utawala wa, wa Nebukadineza umeondoka na sasa ni utawala wa Medi na Wajemi. Biblia inasema katika lile fungu la kwanza tupate muktadha vizuri, mpaka fungu lile la pili sura ya nane inasema siku ile mfalme Ahasuero alimpa Malkia Esther nyumba yake Haman, yule adui wa Wayahudi Mordekai, naye akauzulia aka pale mbele ya mfalme, kwa maana Esther alikuwa ameziilishwa alivyo muhusu. Fungu la pili Biblia inasema basi mfalme akaivua pete yake aliyopokonya Hamani akampa Mordekai naye Esta akamuweka Mordekai juu ya malango wake Haman. Kweli ni kwamba Mfalme Asuero baada ya kugundua ya kwamba Naamani ni mtu ambaye alikuwa anafanya makosa ya kutaka kuwaangamiza taifa la la Waebrania, na ndipo baada ya kumuua ile pete ya mamlaka kama kiongozi akakabidhiwa Mordekai ambaye alikuwa ni mjomba wake Esta. Hii ilikuwa ni kuonyesha mamlaka yametoka kwa, kwa Naamani na sasa yamekabidhiwa kwa Mordekai. Kwa hiyo, katika kipindi cha zamani zile pete kwa matumizi ya mara ya kwanza ilitumika kama pete ya muhuri, lakini e, badiliko la pete kutoka katika pete ya muhuri na nakuwa pete kama urembo kwa mara ya kwanza pia e, inaonekana katika nchi ya Misri, na nitasoma hapa nukuu moja ambayo kimsingi natamani tuweze kuipata, licha ya kwamba kuna vidokezo vingi, lakini nataka nisome nukuu moja hapa, ambayo inaeleza ilo badiliko la la pete katika taifa la Misri, na hii imenukuliwa katika kitabu cha Encyclopedia Britannica ya mwaka 1926, anapozungumzia ring kwa maana ya pete anasema, wanawake wenye mali nyingi na matajiri wa Kimisri walivaa pete za dhahabu kwenye vidole vyao, sio kidole, vidole Wanachandoa unavaa kimoja lakini hapo walivaa vidole. Wale waliokuwa maskini na wenye hadhi ya chini walivaa pete yenye madini ya samani ndogo kama vile shaba, kioo na wengine kabisa walitengeneza pete za udongo. Kwa hiyo kadiri siku zilipoenda, pete haikuwa tena ya mamlaka, ila ilikuwa ni urembo na ambayo ingeweza kumdifaini mtu katika jamii yake. Kwa hiyo wanawake wenye fedha nyingi na wenye mali nyingi walivaa pete zaidi ya moja katika vidole vyao. Kwa hiyo madini ya pete na idadi ya pete katika vidole viliweza kum mtu katika status gani ya jamii, na wale ambao walikuwa wana hadhi ya chini basi walivaa pete za hadhi ya chini, na hapo ndipo badiliko pia linaendelea. Kadiri muda ulivyoenda, badiliko la matumizi ya pete, yani signet ring, ile pete ya ya muhuri, ilibadilika kuwa mapambo na muonekano ambao ulimweka mtu katika daraja fulani la ki jamii. Na hapo ilikuwa katika muktadha wa Wamisri. Tunapoenda kwa Wayunani, e, kwa Warumi nao wenyewe pia walitumia pete kwa namna moja au nyingine. Dola ya Rumi imegawanyika katika vipende vitatu, na kipindi cha kwanza walikuwa wafalme, lakini ikaja jamhuri ya Rumi, lakini mwisho kabisa ilikuwa ni Rumi ile ya kifalme ikiongozwa na maempera. Katika kipindi cha mianzoni kama Rumi ya jamhuri, e, wenyewe walikuwa ni wa kwanza kabisa kuondesha sanaa ya mapambo mengi na kutengeneza pete nyingi, japo hizi pete zilitumika kulingana na madaraja. Pete za dhahabu zilivaliwa na viongozi, maseneta na maambasada, na wafungwa hawakutakiwa kuvaa pete katika hatua ya kwanza ya dola hii, lakini alipokuja mfalme mwingine, yeye e, anaelezea ya kwamba mfalme Tiberius, kuna nukuu imenukuliwa hapa katika kitabu cha mwandishi wa Kirumi Filmi, anasema ya kwamba mtawala Tiberius alihitaji kwamba wale ambao wana asili ya kuwa huru, yaani sio watumwa, walitakiwa kumiliki mali nyingi na ndipo wapewe haki ya kuvaa pete ya nini? Ya dhahabu. Kwa hiyo, itakiwa kwanza uwe tajiri ndio uweze kuvaa pete ya dhahabu. Kwa hiyo, pete za dhahabu zilivaliwa na watu wenye nguvu, watu wenye mamlaka na watu matajiri. Mtawala Severus huyu wa mwaka 993 mpaka 200 AD yeye aliruhusu kidogo Akasema pete haitavaliwa na viongozi tu, bali pia atawapa na viongozi wa jeshi. Kwa hiyo, anasema yeye kwa mara ya kwanza aliruhusu pete za dhahabu zivaliwe na, na, na wanajeshi na pete za fedha zivaliwe na watumwa waliokuwa watumwa lakini wamewekwa huru, na pete za, za chuma zivaliwe na watumwa peke yake. Ukiangalia kwa uzuri, dhahabu viongozi wakubwa na wanajeshi na maseneta na wakuu wa maeneo, lakini akasema pete za fedha zitavaliwa na watu waliokuwa watumwa hapo kabla, wakawekwa huru, watavaa pete dhahabu lakini wale ambao watakuwa ni watumwa watavali watavaa pete za chuma. Siku zilipoenda mtawala wa Rumi Justinian yeye akitawala Rumi ya Benzatin alitoa vipingamizi vyote na akasema, pete isivaliwe kama ishara ya kumgredi mtu katika katika jamii ila badala yake watu wote wavae pete, na hapo ndipo watu wakaanza kutengeneza pete za kila aina, na kila mtu akawa anavaa kulingana na yeye ambavyo anaweza akasema. Lakini pia tunapotazama katika historia kwa Wayunani, wakati wa agano jipya, wakati Yesu na mwokozi wa ulimwengu anazaliwa, dola iliyokuwa imeshika hatamu ilikuwa ni dola ya Rumi, lakini cha kushangaza watu waliokuwepo chini ya dola hiyo waliwaza Kiyunani, kusoma Kiyunani na walitafasiri mambo kwa lugha ya Kiyunani. Na kwa hivyo swala la pete katika muktadha wa Kiyunani linahusianishwa na nini? Hapa tuzingatie uzuri, linahusianishwa na imani na visa vya Kiyunani kuhusu miungu yao, kuhusu mashujaa, kuhusu ibada na kuhusu ishara za ulimwengu. Kwa lugha ya kikoloni hichi kitendo kinaitwa Greek mythology, na kwa sababu hiyo Wayunani walitumia pete kwa mara ya kwanza kama kifungo cha maagano fulani au iwe ukumbusho kwa kitu fulani ambacho mtu alikifanya. Na usuri au au mianzo ya hili jambo linapatikana katika kisa ambacho ni cha pekee cha kiyunani na nitakisimulia ili tuweze kupata usuri huo. Wayunani walikuwa na sifa ya kuwa na miungu mingi na walikuwa na miungu mikubwa na miungu ambayo ilikuwa midogo na walikuwa na gredi za miungu yao. Kulikuwa kuna miungu inayoitwa miungu ya Olympus. Hiyo miungu ilikuwa katika mlima wa Olympia kule. Mungu aliyekuwa mkubwa na mfalme wa hiyo miungu aliitwa ukisoma kitabu cha Matendo vizuri wakati Paulo na Sila walipokuwa na ubiri alipo ubiri Paulo aliitwa ni Hema na, na, na, na Sila akaitwa ni Zeus. Akasema hii ni miungu ya kigeni maana wenyewe waliishi waliifahamu, na kwa sababu hiyo kulikuwa kuna muungu mwingine ambaye alikuwa ni muungu wa moto waliamini wa Yunani. Siku moja huyu mungu wa moto akaenda kuiba mungu, moto kwenye miungu ile ya, ya, ya Olimpia akaileta duniani akaitwa wanadamu watumie. Huyu mungu Zeus ambaye ni mlinzi kule akamkamata yule mtu akamfunga miaka zaidi ya elfu na cheni na, na akamuwacha pale, na ndege wakawa wanakuja wanakula maini yake. Lakini muda ulipofika hicho <laughs> kisa kinasimulia cha Wayunani, muda ulipofika yule jamaa Mungu akavunja, uh, ile cheni na akatoka akiwa na kipande cha mwamba ambacho cheni ilikuwa imewekwa, na ndipo alipoonekana mtaani, basi Zeus akasema kwanzia leo nimekuweka huru, ila kwa sababu ulifanya kosa, ninaomba nikutolee hii cheni halafu nikuvalishe pete. Hii pete itafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, utakumbuka ya kwamba ulifanyaga kosa la kuchukua moto wa miungu ukawapa wanadamu watumie. Jambo la pili itakuwa ni alama ya kuukumbusha ya kwamba unatakiwa usirudie tena. Hapo ndipo tunapata ule usuli wa pete kwa ajili ya maagano fulani na makubaliano fulani, baada ya kufungwa kwa miaka yote hiyo, na ndipo sasa mtindo huu ukaathiriwa. Nina nukuu katika kitabu ambacho kinaitwa Ring Through Ages, kimeandikwa na James. Anasema wakati mfungwa wa Kirumi alipokuwa huru, alipewa kikombe, alipewa vest, kwa maana ya kaoshi, sijui lakini pia na pete ya chuma, na hivyo ni kusema kwamba mfungwa huyu ame fungwa na mnyororo na kuwa mtumwa. Hata kama wakati atakuwa huru, alitakiwa kuvaa pete akumbushe ya kwamba alishawahi kuwa mtumwa, kama vile mungu wa moto alivyofungwa baada ya kufanya kosa na akapewa pete awe anaivaa imkumbushe siku zote asiarudie makosa. Kutokana na uelewa huu wa Yunani walianza kutumia pete kama ishara ya kumfunga mtu katika makubaliano fulani, kama ukumbusho wa siku zote wa jambo hilo aliyolifanya na asilifanye kinyume chake, na kwa muktadha huo sasa ndipo

za uchumba zilianza kutumika kwa muktadha huo, ya kwamba mtu anapompa mwenzake pete ya uchumba ni kumpa agano ya kwamba yeye atakuwa wa kwake, atamtumikia, atampenda siku zote za maisha yake. Kwa hiyo pete ilikuwa ni ishara ya kumfunga mtu katika maagano fulani na kumlinda asiweze kwenda kando. Lakini pia pete za uchumba zilipoanza kutumika hazikuanzia kwa wayunani tu, lakini pia Warumi nazo walianza na Warumi walipotumia hizi pete waliitoa na yenyewe katika tu e, imani fulani ya kipagani ambayo Heo, inaaminika ya kwamba mwanaume anapompenda mwanamke alitakiwa amvalishe utepe kiunoni na ule utepe akiufunga, alikuwa ni ishara ya kumfunga moyo wake, anamuwaza yeye hey, hey. Kwa hiyo kwa hiyo ukifunga kwa ule utepe alimfunga kwenye kiuno, lakini pia katika viwiko vya miguuni, hiyo ilikuwa ni ishara ya kuufunga moyo wake, yaani usiwazi mwanaume mwingine. Akiona basi ule utepe anakumbuka mimi eh, ni mtu wa mtu fulani. Na kwa muktadha huo sasa ndipo pete za uchumba zikawa zinaonyesha ya kwamba mtu akipewa pete amefungwa kwa mwanaume fulani, na katika muktadha wao ilikuwa inaaminika kabisa hivyo. Basi tunapoitazama pete katika muktadha wa kidunia tunaona mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, ilipoanza ilianza kama pete ya mamlaka, ambayo ilikuwa inaonyesha mtu mwenye mamlaka na kuonyesha utu wa mtu kuwa anapatikana katika daraja fulani. Lakini pia jambo la pili, kadiri siku zilipoenda, pete ilitumika kumfunga mtu katika daraja fulani. Wenye pete za aina fulani walikuwa ni daraja fulani, wenye pete za aina fulani walikuwa ni daraja fulani. Lakini siku zilivyoenda, pia pete ilitumika kumkumbusha mtu katika maagano kadhaa wakaza ambayo ameyafanya. Watu fulani walikubaliana mambo, basi wangepeana pete au kubadilishana pete ili wakumbuke kile walichokifanya, wanatakiwa kukisimamia. Na hii inaniambia ya kwamba pete ya uchumba na pete ya ndoa kihalisia imejikita misuli yake katika imani za kiyunani na imani za, ki, za kilumi ambazo kimsingi zilikuwa za kipagani. Na ukweli ni kwamba licha ya usuli huu wa kipagani haikuwafanya wakristo baadaye waogope kuasili matumizi ya pete ya uchumba katika ndoa na katika ibada za ndoa, huko mbele tutaona